Mtazamaji wa Shamba Hub TZ tukiwa tunaendelea kukuletea makala zetu mbalimbali za kilimo na ufugaji. Uh, leo hii nakuletea fursa hii muhimu sana kwako wewe mkulima au mfanyabiashara wa masuala yanayohusiana na kilimo au mazao mbalimbali mbali. Leo niko hapa kwa ajili ya kukueleza application maalum kwa ajili ya kuweza kuuza au kununua bidhaa mbalimbali za kilimo. Hii inaitwa Leoleo. Leoleo app. Leo itakusaidia wewe mkulima uweze kukutana na mfanyabiashara wa mazao lakini, pia kwa wewe mfanyabiashara utaweza kukutana na mkulima wa mazao mbalimbali mbali. iwe matango, nyanya, ndizi, karoti, kila aina ya mazao ndani ya Leoleo app utakutana na wakulima pamoja na wafanyabiashara. Kwa hiyo ni muunganiko mzuri kuweza kuwaunganisha wafanyabiashara pamoja na wakulima. Ukidownload application yako utapata kila kitu. Je, ni namna gani application hii utaipata? Lakini pia ni namna gani ambavyo application hii inafanya kazi? Twende tukasikilize kuhusiana na application hii muhimu kabisa kwa wakulima pamoja na wafanyabiashara wa mazao. Mimi ni sauti Biego, twende pamoja. Kwa majina naitwa James David na nimetokea leo leo leo leo. Uh, leo ni nini? Leo leo leo ni mfumo wa kidijitali ambao, um, unaofanya kazi kwenye mnyororo wa kilimo, na leo leo leo tunalenga kuleta ufanisi hasa kwenye masoko na pia kifedha. Uh, leo leo inafanya kazi kwenye mambo makuu manne. Ya kwanza tunatoa bei za kila siku za mazao. Mfano leo hii mi niko Mbeya, lakini na uwezo wa kujua uh, bei ya tenga au ya sado uh, kwa upande wa Arusha, kama mfano soko la Kilombero. Na pia kwa mtu ambaye yuko Kilombero ana uwezo uh, uh, wa kuangalia kwamba leo soko la Soweto ambayo liko Mbeya bei ikoje sokoni. Kwa hiyo hivi vitu tunaweza kuvitoa ndani ya mfumo wetu wa LeoLeo. Cha pili Uh, tumeweza kuwasaidia wafanyabiashara wa sokoni hasa wamama, tumekuwa uh, moja changamoto ambao wanayo ni utunzaji wawao kumbukumbu, wengi wanatunza kwa kichwa au kwa daftari, ambao ni, ni utunzaji ambao sio endelevu, na ndio maana tukawaelekea mfumo uh, wa kuweza kuwasaidia kwenye kutunza kila siku kumbukumbu -kumbu zao, walichokiuza walichokinunua, mapato yao, wamepata faida au wa hasara. Kwa ndani ya hii LeoLeo vitu vyote hivi vinaweza vikafanyika. Cha tatu, tunasaidia kwenye uh, tunasaidia kwenye, uh, kwenye malipo ya kifedha uh, sio lazima mtu wengi yetego pesa au mpesa kufanya miamala yako, una uwezo ndani ya LeoLeo. Tumeweka mfumo mzuri ambao unamsaidia huyu mfanyabiashara kuweza kufanya miamala yake kidijitali na kama anamlipa mkulima basi anaweza kumlipa Uh, kidijitali. Ukilipa tukifanya miamala kimtandao inatusaidia kwenye kutunza kumbukumbu au kuonyesha historia yetu ya kifedha, na watu wengi ambao wamekuwa wakijihusisha kwenye uh, biashara ya kilimo hivi vitu wana hawaviweki maanani, lakini inakuwa inasumbua uh, cha nne na cha mwisho uh, licha ya kwamba kufanya miamala ya kifedha, pia tumeona umuhimu wa kuwasaidia hawa wamama ambao wako sokoni kuweza kukopesheka Kumbuka, wameshafanya miamala yao kidijitali inamaanisha wameshatunza kumbukumbu zao, wameshaonesha kwamba mzunguko wao unaendaje. Hivyo yeah, kupitia LeoLeo Leo, ni rahisi sana kuweza kukopesheka na kusaidia kuwepo kwa rasilimali fedha kwa wamama wajasiria wa mali wako ambao wanafanya kazi masokoni. Kwa hiyo LeoLeo leo, kikubwa inafanya hivyo na tunamkaribisha yoyote ambao anahitaji awe, awe ni mkulima awe mfanyabiashara aweze kupakua application yetu ya LeoLeo ambayo inapatikana Play Store wale ambao tunatumia simu za Android na Apple Store, kwa wale tunatumia uh, uh, simu za iOS. Kwa hiyo tunawakaribisha sana, we, andika tu LeoLeo Gulio Smart unatupata, pakua, na ni rahisi kutumia kwa mtu yoyote, na inapatikana kwa lugha nyepesi na, na itawezwa kukusaidia na kuleta mageuzi yako, kama we ni mfanyabiashara au kama we ni mkulima. Uh, kwa mkulima Ukishapakua uh, kama we ni mkulima ukishapakua application yetu, cha kwanza una uwezo wa kuona kila siku mabadiliko ya bei sokoni. Uh, yale mas, masoko ya, ya wakulima pamoja na yale masoko kati tunaita yale ambayo yako mjini. Kwa hiyo wote unaweza ukaangalia ukaangalia bei, na pia hicho kikakusaidia wewe kama mkulima kuweza kutengeneza bei nzuri pale ambapo unapoenda kumuuzia mfanyabiashara, kwa sababu unakuwa unauelewa kwamba sokoni sasa hivi bei ni shingapi hicho uh, cha kwanza. Cha pili, ukifungua ndani ya application, ukiingia kwenye soko, utakutana na wafanyabiashara, utakutana na mfanyabiashara nazao unalifanya kwa hiyo, ndani ya hiyo application una uwezo wa kumpigia simu, una uwezo wa kumtumia message, ukamwambia mimi nazao kiasi fulani, navuna kiasi fulani, mkafanya mawasiliano na ana uwezo wa kuja pale, um, pale shambani kwako na kufanya ma, manunuzi. Kwa hiyo tunajua kwamba kuna wafanyabiashara wengi na changamoto kubwa, wakulima wanakuwa wamjui mfanyabiashara yuko wapi, sawa, ni nani na kama anaweza kununua zao lake. Na pia upande wa pili mfanyabiashara anakuwa anatafuta hilo zao, na mkulima gani analo na nani anaweza akampatia. Kwa hiyo kwa kupitia Leo Leo, hayo mawasiliano tumeweza kuyaweka yakawa rahisi sana, kwa sababu wote mnaonana na biashara inafanyika aplikesheni yetu ni bure kabisa, unaipata Play Store pamoja na App Store. Na napenda kuwakaribisha kama uwe ni mkulima njoo kutane na mfanyabiashara, na we kama mfanyabiashara njoo kutane na mkulima LeoLeo. Kudownload aplikesheni hii ni bure kabisa kupitia Play Store pamoja na App Store, lakini pia baada ya kudownload na ukajiunga, utakuwa unalipia shilingi 2000 pekee za kitanzania kila ifikapo mwisho wa mwezi. Hii ni rahisi sana. Kama wewe ni mkulima, karibu ukutane na mfanyabiashara, lakini pia kama wewe ni mfanyabiashara, karibu ukutane na mkulima.